Wanatokea watu fulani wenye ushawishi kwenye jamii, wanaanzisha jambo lile, jambo zuri ambalo lilikuwa linashangiliwa, unashangaa linazima, pa lile jambo baya linainuka. Kwa hiyo ndio maana siku hizi kuna watu ambao ni famous sana kwenye mitandao ya kijamii, wao kazi yao, wanaweza wakaongea kitu kidogo tu na cha upuuzi, lakini kikasambaa dunia nzima na kikashangiliwa dunia nzima kwa nini? Ule mfumo umekisaidia hicho kitu kusambaza. Madhabahu za kimfumo ndo zinatangaza ushoga. Msifu Yesu Kristo. Ndio maana sasa unaweza ukakuta mchezaji wa mpira kabla uh, wanapoingia uwanjani, labda kama wanataka kutangaza au wanatangazwa la ushoga, unakuta wamevaa nembo fulani ambayo inaashiria kwamba tunakubaliana na ushoga wametumia ile madhabahu ya kimfumo ambayo ni kama mpira kupitisha ajenda zake. Ndio maana sasa e, unaweza kukuta kama wanataka wapitishe tangazo fulani la like kishetani, watalitangaza au watalipitisha mechi ikiwa inaendelea, au kupitia hayo matangazo nini, wanatumia ule mfumo kupitisha hilo jambo na hizi madhabahu za kimfumo siku hizi zinafanya kazi mpaka kwenye ngazi ya familia. Nitawaambia zinafanyaje kazi. Kwa mfano, siku hizi tumepata kizazi ambacho hakiendi kwa waganga wa kienyeji kabisa. Watu wamesoma, hawaamini mila na desturi za wazazi wao waliowatangulia, hawaamini kabisa lakini unakuta kwenye ile familia aliyotoka, kuna madhabahu ilijengwa kwenye ile familia, na ile madhabahu ina kawaida ya kuwatafuta hao wanafamilia ili wawe kitu kimoja. Sasa inafanyaje kazi? kwa mfano